<laughs> Nani, nani akose besi? Bwana watu si wajinga bwana. Niangalia vizuri <laughs> <laughs> <laughs> Mujiti, eh. Apa kumeandikwa no smoking. Umevuta bangi gani? Yeah. Umekaa tu peke yako, umetulia, unalia unalia nini, ndugu yangu, huh? Nini mbaya, dugu yangu? Yaani, leo ulitumia gani? No idling, no smoking. Leo ulikuwa unavuta nini hapa? maamama mzima mbaba umejifanya mama, mba, mba, mama. <powers> unalia nini leo sijai kuona ukiliaiieco umechoka ume la niniiecowanasemanga nini hey, manu, <laughs> <inaudible> <Hey>! <se> <suspiro> <laughs> wanasemanga yeah, mke mwema yeah, utoka kwa Bwana. Eh. Yeah. Evanzo mimi nimechoka Eh. Yeah. naleta anaenda naleta anaenda raundi, mimi nimechoka. Oh, mke mwema oh, utoka kwa Bwana. Sasa nikuulize. <inaudible> unalia juu, juu, unalia juu mwanamke anakuja akienda, wanawake wanakuja wakienda sasa wewe leo umevuta ni gani? kichwa yako ni mzuri kweli? kichwa yako ni mzuri sasa. Kijana, si uoge tu, asiana atakufuata. Tafuta tu pesa, asiana atakufuata. Umeanza kulaumu Mungu e, nikuuliza sasa, wewe mshiti. Sasa wewe tu mtu mzima huko, tuna akili zako. Mungu, Mungu awache wagonjwa Kenyatta kwa kitanda akuja kutafutie mke wewe <laughs> baki hapo ukilia wewe. Mungu awachane wa na wagonjwa Kenyatta, kuja mke mwema ndio nini? Wewe, kwenda oga! Siri ni kuoga na kupiga na kupiga nduku <laughs> mwenyewe, utaki kuoga, tafuta pesa ukufuate. Kwenda kabisa wewe ukitaka. Sasa, kama unasema mke mwema utoka kwa bwana, mimi nimeshinda nikitafuta mke anaenda, mke mwema utoka kwa bwana. Mbona huyu sasa ananifanyia hivi?